Hello, hello dear friends, welcome again to my channel it's me teacher D. Kama ndo mara yako ya kwanza unatembelea channel, ni kuomba usache ku subscribe, ku like, ku share pamoja na ku comment. Moja ya swali kubwa ambayo nimeulizwa ni namna gani jinsi anga... ya kuangalia matokeo ya kidato cha pili. Na watu wengi wamekuwa struggling namna kuyangalia ya kuangalia matokeo yao. Kwa hiyo sasa, nakupa njia fupi na rahisi ambayo itakuwezesha wewe kuangalia matokeo yako ya kidato cha pili kwa mtoto wako, au kama wewe ndo mwanafunzi mwenyewe, njia rahisi hapa natumia kompyuta lakini njia ndo hizi ambazo unaweza ukazitumia kwenye simu yako. utafungua simu yako au kompyuta yako kama hii ninavyoona ya kwangu. Utachokifanya wewe kwanza, utafungua browser ambayo unatumia kusechia. Browser hiyo ambapo utakuwa umeconnect na internet, utaingia kwenye search engine hiyo au search web hiyo na utaandika neno NECTA kama ni kwenye simu yako itafunguka ukurasa wa baraza la mitiani la taifa au la Tanzania, ambao ni hili. Katika hiyo homepage wewe, ukifika hapo bonyeza hii hapa homepage. Ukifungua ukibonyeza homepage, unaona peji yenyewe ina load kwa maana ya kutaka kufunguka. Itafunguka namna hii hapa, ndiko matokeo yanapopostiwa. Utachokifanya kama matokeo yametangazwa, ya yatakuwa hapa kwenye news hapa hapa kama unavyoona hizi zinaenda zikiwa updated. Last update ilikuwa ni tarehe 18 Desemba, ambapo alitoa ratiba ya mtihani wa kidato cha sita. Kwa hiyo yakitoka tu yatakuwa hapa, lakini usipoyaona hapa, sehemu nyingine ambayo unaweza kaona matokeo ya mwaka wako na miaka ya nyuma, utatakiwa kuja kwenye sehemu pameandikwa uh, result hapa kwenye result, na utashusha hiyo mshale wako mpaka kwenye sehemu pameandikwa FTNA, ambapo hii FTNA ni form 2, uh, ni form 2 national assessment kwa hapa wewe oh, utabonyeza hii FTNA namna hii ukibonyeza itafungua miaka yote mi, sasa inakaa miaka mitatu naona matokeo ya mwaka 2022 2023 na 2024 kwa hiyo 2025 yakitoka yatakuwa hapa tuchukulie sasa hii 2024 ndio matokeo ya 2025 unawezaje kuona shule yako au kuona mtoto wako au namba yake na nili matokeo yake Tuchukulia hii ndio ishirini na tano. Unabonyeza ile linki ambayo ndio ya matokeo, unaibonyeza namna hii. Ukibonyeza itafungua shule zote Tanzania ambazo zilihusika kutoka kwenye mtihani wa kidato cha pili, ni nyingi sana. Wewe sasa uwezi kuiona shule yako kwenye namba hii yote, kwa hiyo kuna njia zimerahisishwa ambazo zimewekwa kwa ajili ya wanafunzi kuweza kuona uh, jina la shule yake. Ziko kialfabeti hapa, kuanzia A mpaka Z. Kwa hiyo utaangalia shule yako inaitwa kwa jina gani. Hiyo ni njia ya kwanza, ambayo kwa mfano kama shule yako ina herufi inaanza na B, utabonyeza B, utabonyeza shule zote zenye herufi B zinashuka hapa, naona zimepungua, namba zimekuwa chache. Kwa hiyo zimekua kuona kama shule yako inaanza na herufi H, H utabonyeza H, utaona shule zote zenye H zimepungua. Hivyo hivyo, kama shule yako inaanza na W, W basi utabonyeza W, utaona shule zenye W ni hizi hapa. Utatafuta hapo shule yako utaiona hiyo ni njia ya kwanza, lakini njia ya pili ambayo itakurahisishia wewe kuona shule yako kirahisi kabisa. Uh, ukishabonyeza ile linki, shule zote zikafunguka namna hii, wewe utachokifanya kwenye simu yako au kwenye sehemu yote, kuna vistari fulani pembeni ukuta vibonyeza, alafu kivibonyeza kwenye hiyo eneo, kuna sehemu imeandikwa find on page, yani hapa maana yake unatafuta huko kwenye page hiyo husika, na hapo kibonyeza tu inakuletea sehemu ya kuandika kwa mfano unatafuta shule yako inaitwa labda tuseme ni Kinondoni, sawa. Kwa utabonyeza hapo na utaandika neno Kinondoni, kino, unaona hapo ni moja moja, kwa hiyo inaleta hapa. Au hii, ngoja nitafute shule ambayo ina maneno mengi, labda uchukulie ni, ni sen aa, kaizirege kai naona zinavyokuwa zinajitafuta. Au ah, kimi okay, au ni tuchukue ka hizi, naona inavyokuwa inajitafuta. Kwa hiyo una unavyo wewe una type, ndio jina linajileta. Kwa hiyo utaandika hiyo na shughuli yako utaipata kirahisi, namna hii. Utafungua na ukifungua, utakuja kuona aa, wanafunzi wote. Kwa hiyo ukifika hapa wewe kama wanafunzi, utatakiwa utafute sasa namba yako ya mtihani ilikuwa ni ipi, ili uweze kuona una ufaulu wa kiasi gani. Hii ndio njia rahisi ya wewe mwanafunzi kuweza kuona matokeo yako ya kidato cha pili. Kama utakuwa na swali au una uh, uh, una, una, una, una, una chochote ambacho unahitaji kujua kuhusiana na matokeo, niandikie kwenye comment hapo na mimi nitakusaidia kuweza. Cha msingi ni kukumbuka kwamba mpaka sasa hivi matokeo ya kidato cha pili hayajatangazwa bado. Matokeo ya kidato cha pili bado hayajatoka ila anytime from now yanaweza yakawa announced, na hizo ndizo njia rahisi za kuangalia matokeo ya kidato cha pili. Thanks for watching, soon next time with me teacher D. Bye bye.